Alikamatwa, tulimuona mboe na mtoto wake walikamatwa kwenye maandamano. Kwa hiyo kabla wao viongozi wakuu wa kitaifa hawajatuhamasisha sisi twende tukazuia uchaguzi, tunamuomba mheshimiwa mwenyekiti Lissu, najua yuko jela hawezi kunisikia, lakini na mawakili wake ambao wanampelekea taarifa na mambo mbalimbali ya chama, kwamba mwanae wanayo wawili mapacha walioko Marekani waje kuandamana siku hiyo ya uchaguzi, mke wake ambaye yuko Ubelgiji aje, lakini mheshimiwa Lema naye pia alete familia yake kutoka Kanada, waje wakae mbele ili tukazuia uchaguzi pamoja, kama marungu tuanze kula wote. Lakini sio sisi, mtoto wa maskini, mimi ukanitanguliza mbele, ukaniambia niende nikazuie uchaguzi, ni kitu ambacho hakiwezekani na ni vitu ambavyo haviwezekani, jana, leo, milele. Hii Tanzania, hii Tanzania ya ujamaa, Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana, kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM tunashiriki ndio siasa lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Hatuwezi kukubali hivyo vitu vya kusema tunakwenda kupeleka watu kwenye maandamano ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Wenzetu wa Kenya walifanikiwa hayo mambo kwa sababu kwanza, Mkisumu hawezi kumwoa labda Mjaluo. Sisi Mkagulu anamwoa Mgogo, Mgogo anamwoa nani, na tuna tuna jamii. Mimi leo ukifuatilia historia ya familia yangu iko pale, wote ni wana CCM. Maana ukiniambia nakwenda kuzuia uchaguzi nikamzuia mama yangu siku ya kupiga kura siende kupiga kura. Kwa maana nimkamate mkono nimvute, ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa mimi, ndugu waandishi wa habari, tumekuja leo hapa mbele yenu kama ambavyo ujumbe wetu unatakuwa ufike kwa wana chama wote. Hatufanyi maamuzi yao kwa sababu tunakiona kukibagaza chama. Sio kweli. Sio kweli, kwa mateso ambayo nimepitia toka mwaka 2010 na ngapi, nimeacha kazi zangu binafsi Siajiliki mimi sasa hivi, Chiduo, huwezi kunipa kazi popote kwa sababu ya CHADEMA nimepata matatizo makubwa sana kwenye hichi chama. Nimelala jela, nimekaa, nimeteswa, nimepigwa. Mpaka leo sifanyi maamuzi haya kwa sababu napenda kufanya maamuzi haya. Nafanya maamuzi haya kwa sababu tunataka tuwaache malaika wenyewe wakiongoza hicho chama cha malaika. Sisi ambao tume, tume wanasema sasa hivi wamepiga dawa, wamepiga dawa kuwa wadudu kwamba wanafukuza wadudu sisi wadudu. Sisi, sasa si wadudu sio ni nini, watajua wao. Wanapotuita tuondoke tuachie wao wenye akili timamu kwenye hichi chama, tuondoke kwa sababu yale malengo ya kwenda kuwapambania wananchi wetu, hasa wananchi wangu wa jimbo la Kilosa tena, hayapo yale malengo ya mimi kwenda kuwapambania wananchi wangu hayapo. Wananchi wangu wa Kilosa, mnataka Chiduo nikaandamane? Mnataka, mnanipenda kweli nyinyi, mama zangu na nyinyi baba zangu, nikaandamane kweli mimi? Mnione mbele fronti, mtaniunga mkono kuandamana ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Kwa hiyo atufanye yeye maamuzi, kwa sababu tuna chuki na mtu kama. Wao wanaendelea kututukana, waendelee kututukana. Kama wao wataendelea kutubagaza, waendelee kutubagaza, lakini ya labi nafsi yangu leo mdude nyanga, mdude analia yeye na familia yake. Leo mdude analia na familia yake, leo mdude mwenye machungu ya kuumia ni yeye ye na familia yake. Kuna mambo yanatokea ndani ya chama chetu, alafu unabakia kuwa peke yako, kwao za kuambiwa na kwao changanyi na zako Sio kila jambo ukiambiwa Chiduo ulifanya unaweza ukalifanya. Sio kweli, sio ishu ya kwenda kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sababu, naamini kwamba uwezi kunielewa kiwepesi, utabaki na mtazamo wako, lakini mimi Chiduo naelewa struggle ya hichi chama kwa namna ambavyo kimetoka na kwa kipindi kifupi, na kwa umri wangu, kwa sababu mdogo, lakini kwa miaka kumi ambayo mimi nimeishi kwenye ndani ya Chadema nimeona namna ambavyo mwelekeo sio sahihi, ninaamua kupisha pembeni kujivua nyasifa zangu zote zote za kiuwanachama zote za kiupenzi zote za kiushabiki kubakia chiduo wa kawaida kabisa yani chiduo yule mwananchi wa kawaida kabisa sina chama chochote cha siasa. Kuanzia sasa hivi nimeamua kujiuzuru uwanachama wangu kadi namba, kadi namba yangu ya wanachama ni CDMI, sabini, sabini, ndio kadi namba yangu ya wanachama. Kwa hiyo mimi leo sio tena Chalema, jamani, nimeamua kuwa ridhaa yangu bila kushirikishwa na mtu mwingine yoyote. Maanake maneno yako mengi, ndio kuandishwa habari kwamba hawa wanaojiondoa kuna fedha e, wanapewa sijui, kuna maneno maneno gani yanazungumzwa huko sijui pembeni pembeni. Nataka niwaambie ndugu zangu, huwezi kuishi kwenye nyumba ambayo haina amani, huwezi kukaa sehemu ambapo wewe mwenyewe una furaha. Haya ni hii ni kanuni tu ya maisha ya kawaida siwezi kuishi Chadema kwa sababu yale malengo nilikuwa nayakusudia ni malengo ambayo hayapo, hayawezekaniki na hayawezi kutokea kwa kipindi hichi kifupi. Labda la mwisho, ndugu waandishi wa habari, kwamba tunalilia reform za kiuchaguzi hii Tanzania, ziko sheria mbalimbali za kiuchaguzi. Kwa mfano marehemu hayati John Pombe Joseph Magufuli alizuia tu, alizuia tu mikutano ya hadhara kwa miaka saba, hatukufanya Chadema wala chama chochote cha kisiasa yeah. e kuna sheria yoyote inayokataza mikutano ya hadhara si? Hakuna hiyo sheria jamani, je? yeah. Yanayotokea haya ambayo leo yanatokea ya watu kuingiliwa, kuingiliwa kwenye mambo ya uchaguzi, kuna hiyo sheria inayoruhusu hayo mambo? Maana yake hakuna. Sasa mimi ukiniuliza Chiduo leo mimi ukiniuliza Chiduo leo nahitaji nini kati ya mabadiliko ya sheria, mimi mtazamo wangu nakwambia, nahitaji watu waadilifu, nataka watu waadilifu wana wenye uwezo wa kuisimamia hiyo sheria kwa sababu Tanzania pamoja kuna, kuna, kuna katiba mbovu pamoja kuna sheria mbovu, lakini ziko sheria nzuri ambazo hizo sheria nzuri zinashindwa kusimamiwa. Kwa maana yake bado nchi yetu inahitaji watu waadilifu, watu wenye moyo, watu wenye hofu ya Mungu ambao wataweza kuisimamia hiyo katiba hiyo sheria. Hata leo tupewe katiba ya Marekani hapa Tanzania, haiwezi kusimamiwa, kwa sababu watu wengi tuliokuwa nao sio watu waadilifu, sio watu wa cha Mungu. Kwa hiyo ushauri ambao mimi nawapa wakati wao wakifikiria kuzuia uchaguzi, nafikiri watafute kwanza watu waadilifu, watafute watu kwanza waadilifu. Hicho ndio kingekuwa kigezo cha msingi kabisa cha sisi wa Tanzania, na lazima tukuwe na watu wacha Mungu, watu waadilifu, watu wenye mapenzi mema, kwa sababu hata duniani kuna Korani na Biblia ziko hapa watu tunahusiwa kuzifata. Mwenye imani ya kidini ya Kikristo anatakuwa afate Bibilia, mwenye imani ya Kiislamu anatakuwa afate Bibilia. Lakini bado leo unakuta kuna, kuna, kuna mambo yako yanatokea. Viongozi wa dini wengine hawafanyi mambo mazuri, lakini wana Biblia, lakini wengine wana Korani. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kutafuta viongozi wenye hofu ya Mungu, kiongozi atakayesimama ambaye atajua kutakuwa na Chauma, kutakuwa na Chadema, kutakuwa si na ACT, kutakuwa si na CCM, kutakuwa na nini kwa hiyo wakati wao wakikimbizana kukimbizana na mambo ambayo najua hayawezekaniki, ya kuzuia uchaguzi, waanze kwanza kutafuta watu waadilifu wenye kuisimamia hii nchi yetu.